Ikiwa tayari umetega masikio yako na kusikia, basi nimekuletea simulizi hii inayokwenda kwa jina la Church Boy, yaani kijana wa kanisani. Ninayekusimulia ni mimi Frank EJ. Usiache kusubscribe, like, comment na kushare, ili uendelee kupata burudani elimu mbalimbali kutoka hapa kwenye chaneli yako ya Gray Simulizi. Simulizi hii inamhusu kijana mmoja wa Kiafrika alilojulikana kwa jina la Emmanuel alikuwa kijana mwenye msimamo mkali wa kumpenda Mungu na kiongozi wa vijana katika kanisa moja kubwa mjini Kwanje. Kwa nje, Emmanuel alikuwa mfano wa kuigwa mwenye bidii, mcha Mungu na mwalimu mzuri wa neno la Mungu. Hata hivyo, nyuma ya uso huo wa utakatifu, Emmanuel alikuwa akijikuta akihangaika na udhaifu wake wa siri tabia yake ya kuvutiwa na wanawake wa kanisani, mchana wa imani na usiku wa silini. Siku moja kanisa lilikuwa limejaa waumini walokuja kuhudhuria mkutano wa vijana ulioongozwa na Emanueli. Kwa sauti ya thabiti na yenye mvuto alihubiri juu ya usafi wa moyo na kujiepusha na majaribu ya dunia. Kila mtu alimsikiliza kwa umakini hasa vijana waliompenda kwa jinsi alivyohimiza kuishi maisha ya kumcha Mungu. Lakini wakati wa mkutano ukiendelea, macho ya Emanueli yalielekea kwa dada mmoja aliyeketi mbele, jina lake aliitwa Priska, kiongozi mwenzake wa kwaya. Alikuwa amevaa gauni la kumelemeta na la kupendeza lililofunika vizuri magoti yake akapiga moyo konde na kuendelea na mahubiri yake akijua fika kwamba vita vya ndani ya moyo wake vilikuwa vikianza tena. Baada ya mkutano, Priska alimfuata kumpongeza kwa mahubiri mazuri. Ubarikiwe Emmanuel, umekuwa baraka kwetu leo, alisema kwa tabasamu. Emmanuel alitabasamu pia, lakini ndani yake alihisi mzigo wa hatia kwa jinsi alivyostushwa na uzuri wa dada huyo wakati wa ibada. Alijua kuwa kama kiongozi hakutakiwa kufikiri mambo kama hayo, lakini hisia hizo zilikuwa kama kivuli kilichomfuata kila alipokutana na baadhi ya wanawake wa kanisani. Emmanuel akajua kuwa majaribu yalikuwa yameanza tena na alihitaji msaada wa kiroho zaidi ili kuyashinda. Katika usiku ule, alijifungia chumbani na kuomba kwa machozi, akiuliza Mungu kwa nini anahisi udhaifu huo licha ya kumpenda na kumtumikia kwa moyo wote. Alitamani kuwa huru, lakini alihisi kama mfungwa wa hisia zake mwenyewe. Mtego wa hisia. Asubuhi ulipofika, Emmanuel alienda kazini kama kawaida. Akifika ofisini simu yake iliita. Ilikuwa ni ujumbe kutoka kwa Priska akimshukuru tena kwa mafundisho ya jana. Maneno yale yalimgusa kwa namna ya kipekee na alijikuta akitabasamu bila kujua. Alijibu kwa ujumbe mfupi wa shukrani na kuendelea na kazi, lakini jioni ilipofika, alijikuta akiwaza juu ya Priska tena. Alijua ni kosa kuendekeza mawazo hayo, lakini alihisi nguvu usiyoelezeka ikimvuta. Alijua kama ni sahihi kuanzisha urafiki wa karibu na Priska huku akijua kuwa tayari alikuwa ameanza kumzimia kimapenzi. Alichukua Biblia yake na kusoma kwa sauti, akijaribu kuzima mawazo yale. Alikumbuka mstari mmoja Mwenye kuutawala moyo wake ni bora kuliko anayeuteka mji. Lakini hata baada ya maombi na kutafakari bado alihisi mapambano ndani ya nafsi yake. Usiku ule, Emmanuel alipokea simu kutoka kwa mchungaji akimwomba kuongoza ibada ya vijana wiki ijayo. Alihisi mzigo mkubwa wa dhamira, lakini alikubali. Aliomba nguvu mpya ili asianguke tena kwenye mtego wa tamaa za kimwili. Urafiki wa hatari uliendelea, na siku zilipita haraka. Maandalizi ya ibada ya vijana yaliendelea. Emanueli alihudhuria vikao vya mipango pamoja na viongozi wenzako akiwemo Priska. Kadiri walivyoshirikiana urafiki wao uliendelea kukua. Priska alikuwa mcheshi na mwenye upendo wa kweli kwa huduma. Jambo lilomvutia Emmanuel zaidi: wakati wa mazoezi ya kwaya, Priska alimsogelea Emmanuel na kumwambia, nashukuru sana kwa jinsi unavyotuongoza unanipa hamasa ya kuendelea kumtumikia Mungu kwa moyo wote. Emmanuel alihisi moyo wake ukidunda kwa kasi, lakini alijitahidi kujizuia. Jioni moja, baada ya mazoezi, Priska alimkaribisha Emmanuel kahawa nje ya kanisa. Emmanuel alikubali akijifariji kuwa ni mazungumzo ya kawaida tu, lakini alipokuwa naye mezani alihisi jinsi ambavyo mazungumzo yao yalivyobadilika na kuwa na hisia tofauti. Kicheko cha Priska na namna alivyomwangalia kicheko cha Priska na namna alivyomwangalia vilimchanganya. Baada ya kahawa, Emmanuel alirejea nyumbani akiwa na mawazo mengi sana. Alihisi hatia kwa kujiachilia kuhisi upendo kwa Priska lakini moyo wake ulishindwa kujizuia. Alijiuliza kama kweli mapenzi na Priska yalikuwa mapenzi ya kweli au ni udhaifu unaojificha nyuma ya sura ya urafiki. Basi usiku ule alisali tena kwa bidii, akiomba Mungu amuondolee mzigo huo wa hisia zinazomtesa. Alitamani kuwa kiongozi mwaminifu asiye na dosari, lakini hali alihisi alimwangusha. Siku ya ibada ya vijana ilifika na kanisa lilifurika waumini. Emanueli aliongoza ibada kwa uhodari, lakini moyoni alikuwa na mzigo wa hisia zinazomtesa. Priska aliongoza kwaya kwa sauti tamu na yenye nguvu, na kila macho kila, na kila mara macho yao yalipokutana Emmanuel alihisi moyo wake ukidunda zaidi. Baada ya ibada, vijana walimpongeza kwa mafundisho mazuri, lakini Priska alibaki nyuma kumsaidia kuandaa vifaa. Wakiwa wawili tu ndani ya ukumbi, kimya kilitanda. Priska alimshukuru kwa mafundisho, lakini kabla hajamaliza machozi yakamtoka, alikilikuwa amekuwa na hisia za kimapenzi kwake kwa muda mrefu lakini aliogopa kusema. Manueli alihisi kama alzi imemponyoka. Alijua kuwa hisia hizo zilikuwa kinyume na msimamo wake wa kiroho, lakini alihisi pia mzigo ukimwondoka kwa kujua kuwa hakupambana peke yake. Walikaa na kumzungumza kwa upole, wakikubaliana kwamba ni bora wawe waangalifu na kuendelea kuomba ili kuepuka kuanguka katika majaribu ya kimwili. Usiku huo, Emmanuel alirudi nyumbani akiwa na amani kidogo, lakini pia alijua vita ya kweli bado haijaisha. Ili kuendelea kupata simulizi hizi nzuri, usiache kusubscribe, like, comment na kushare ili kuendelea kujipatia simulizi zenye mafundisho na za kuelimisha. Tuendelee na stori. Maamuzi magumu. Baada ya mazungumzo ya usiku ule, Emanueli alianza kujiuliza maswali magumu kuhusu uhusiano wake na Priska. Je, mapenzi yao yalikuwa na nafasi katika huduma ya Mungu? Alijua kwamba kama kiongozi wa vijana alitakiwa kuwa na mfano bora. Alifanya uamuzi wa kukaa mbali kidogo na Priska ili kutafakari kwa kina. Mtego wa nafsi baada ya kufanya uamuzi wa kujitenga kidogo na Priska ili kujitafakari. Emmanuel alijitahidi kuweka mawazo yake kwenye huduma na kazi. Alijitosa zaidi kwenye kuandaa mafundisho mapya kwa vijana na kuongoza maombi ya asubuhi kanisani. Hata hivyo kila alipomwona Priska kwenye kwaya au ibadani moyo wake ulitetemeka. Siku moja ya mchungaji alimuita kwa kumpongeza kwa kazi nzuri aliyofanya kwenye mkutano wa vijana. Wewe ni baraka kwa vijana wetu Emmanuel, mchungaji alisema kwa upole. Lakini maneno hayo hayakumfariji, kwani ndani yake ya alihisi kama mnafiki akihubiri usafi wa moyo huku moyo wake ukiwa kwenye mapambano yasiyoisha. Naye ya Priska alianza kubadilika, alionekana mwenye huzuni na aliona Emanueli amewekwa umbali pamoja na yeye. Wakati mwingine Emanueli alimwona Priska akilia ya peke yake baada ya mazoezi ya kwaya. Alitamani kumfuata na kumfariji, lakini aliogopa kwamba mapenzi yao yangekuwa kikwazo kwa huduma. Usiku mmoja baada ya maombi, Emanueli alipokea ujumbe kutoka kwa Priska, nimejaribu kukuelewa lakini najisikia kama umeniacha peke yangu. Sikuwahi kudhani mapenzi yanaweza kuwa mzigo mkubwa kiasi hiki. Ujumbe ule ulimgusa sana, na alijua lazima akubaliane na hali hiyo badala ya kukimbia. Uamuzi wa kuwa mkweli. Siku iliyofuata Emmanuel alimtafuta Priska na kumwomba wakutane kanisani baada ya mazoezi ya kwaya. Wakiwa wamekaa kwenye benchi za nyuma, Emmanuel alianza kwa kusema, "Priska, najua tumepitia mengi katika muda mfupi. si kutaka kukuumiza, lakini ukweli ni kwamba najikuta nikiwa kwenye vita kati ya huduma yangu kwa Mungu na hisia zangu kwako. Priska alifuta machozi na kusema, Emmanuel, sijawahi kumwambia mtu yoyote jinsi ninavyohisi lakini nakupenda kwa dhati na ni ngumu kujaribu kukupuuza kila mara tunapokutana kanisani. Emmanuel alijua kwamba uhusiano wao ulikuwa kwenye mstari mwembamba kati ya mapenzi na huduma. Walikubaliana kwamba kabla ya kufanya uamuzi wowote kuhusu uhusiano wao wangeomba pamoja na kutafuta ushauri wa kiroho kutoka kwa mchungaji bila kuficha undani wa hisia zao. Walihitaji hekima ili kujua kama mapenzi yao yalikuwa mapenzi ya kweli au ni tamaa za kimwili. Siri zafichuka. Mchungaji aliona mabadiliko kwa Emmanuel na Priska, alijua kuna jambo linalowasumbua, lakini aliamua kumsikiliza Emmanuel kwanza. Wakati wa mazungumzo yao Emmanuel alikiri Ninahisi kuvutiwa na Priska, lakini pia ninahofia kwamba mapenzi hayo yanaweza kuhatarisha huduma yangu. Naogopa kumwangusha Mungu na vijana wanaonitazama kwa mfano. Mchungaji alitulia kwa kumshika bega Emmanuel. Emmanuel alihisi mzigo ukipungua. Alijua kuwa upendo wake kwa Priska ulikuwa wa kweli lakini namna ya kuendeleza ilihitaji hakima ya kipekee. Alijua pia kuwa ilikuwa muhimu kuzingatia huduma yake na kuomba mwelekeo wa Mungu. Emmanuel alijua kuwa aliishi katika kipindi kigumu. Moyo wake ulijua kuwa upendo wa kweli kwa Priska hauwezi kuwa kikwazo kwa huduma yake lakini alikubaliana na mchungaji kuwa kuishi maisha ya uaminifu kwa Mungu ni muhimu zaidi kuliko kimwili. Alijua kuwa Mungu alijua udhaifu wake na alikuwa tayari kumsaidia kushinda mapambano haya. Siku moja alikubaliana na Priska kuwa ni bora kumaliza uhusiano wao wa kimapenzi ili kuepuka majaribu zaidi walikubaliana kuwa watakuwa marafiki wa karibu na kuendelea kufanya kazi pamoja katika huduma, lakini bila ya kuingiza mapenzi kati yao. Priska, nataka kwamba uwe kiongozi wangu wa kiroho tuwe wapenzi wa kweli wa Mungu na tukae mbele za Mungu katika huduma. Sitaki kumwangusha Mungu, wala sitaki kuishi kwa hofu ya kuwa na uhusiano uliojaa dhambi. Emanueli aliyasema kwa sauti ya huruma. Priska alikubali kwa uzuni, lakini alijua kuwa ingekuwa bora zaidi kwao kufanya hivyo ili kuepuka kuanguka zaidi. Walikubaliana kuwa endapo Mungu alikusudia kuwa pamoja, basi atawapa njia yake. Wakati ulipopita, Emanueli aliendelea kuwa kiongozi wa vijana kwa ufanisi, lakini alijua kuwa mapambano ya moyo wake yalikuwa sehemu ya kukua kwake kiroho. Aliendelea kujiweka karibu na Mungu kupitia maombi na kusoma neno lake. Priska, kwa upande wake, alikuwa katika huduma na alifanya kazi kwa moyo wa kujitolea. Aliendelea kuwa rafiki wa Emmanuel, lakini sasa walikuwa na mwelekeo mpya wa kiroho, na walijua kuwa kazi yao ni muhimu zaidi kuliko chochote kingine. Katika ibada moja, Emmanuel alihubiri kwa nguvu kuhusu kujitolea kwa Mungu na kuwa waaminifu kwa huduma, akisisitiza kwamba mapenzi ya kweli ni yale yanayozalisha matunda ya kiroho. Wakati alikubaliana na Priska kumaliza uhusiano wao wa kimapenzi, alijua kuwa walikuwa wamefanya uamuzi bora kwa kutafuta mapenzi ya Mungu zaidi. Miaka ilipita na Emanueli na Priska walijua kuwa walikuwa wamesimama kwenye misingi imara ya kiroho. Uhusiano wao wa kihuduma uliendelea kuzaa matunda na vijana waliona mabadiliko ya kweli katika maisha yao. Emanueli alikuwa kiongozi mwenye ujasiri aliyejua kuwa nguvu za Mungu zilimsaidia kushinda kila majaribu. Priska alikuwa mfano wa imani na upendo wa Mungu. Aliendelea kutoa huduma kwa vijana na familia za kanisa. Alijivunia kwamba aliweza kumsaidia Emmanuel kuwa kiongozi bora na kutimiza mapenzi ya Mungu. Wakati wa ibada ya shukrani, Emmanuel alisoma mistari ya Biblia, akisisitiza umuhimu wa kuwa waaminifu kwa Mungu na kumtumainia katika kila hali. Alijua kuwa upendo wa Mungu ulikuwa wa kweli na kwamba umekuwa sehemu ya mafanikio yake. Simulizi hii inaisha kwa Emmanuel na Priska kuwa viongozi wa kiroho waliokuwa na kujua kuwa mapenzi ya kweli yanahitaji kujitolea, uaminifu na kufuata mwongozo wa Mungu katika kila hatua. Walikuwa wamejenga misingi ya huduma imara na sasa walikuwa na uhusiano wa kiroho uloja, amani, upendo wa kweli kwa Mungu. Asante kwa kusikiliza simulizi hii iliyokwenda kwa jina la Church Boy, niliyokusimulia ni mimi Frankie EJ. Usiache kusubscribe, like, comment na kushare, ili uendelee kupata burudani kutoka kwa chaneli yetu nzuri ya Gray Simulizi. Asante mpaka wakati mwingine tena.